Vodacom, kazi ni kwako. Mheshimiwa Naibu Spika, wizara kwa kushirikiana na ofisi ya msajili wa hazina inaendelea na zoezi la kufanya ufuatiliaji wa ta na tathmini katika viwanda na mashirika ya umma yaliyobinafsishwa ili kubaini kama masharti ya vipengele vya mikataba ya mauzo iliyoingiwa kati ya serikali na wawekezaji yametekelezwa ili kuchukua hatua stahiki. Katika utekelezaji wa zoezi hilo pamoja na mambo mengine mikataba yote ya mauzo inapitiwa na endapo itagunduliwa kura kuwa masharti ya mikataba husika yamekiukwa, hatua za kisheria zitachukuliwa ikiwemo serikali kuvirejesha viwanda hivyo. Pia wawekezaji mahiri wenye nia ya kuwekeza nchini watatafutwa. Vile vile viwanda ambavyo vitaonekana wamiliki wana nia na uwezo kuvifufua, makubaliano mapya yatafikiwa. Mheshimiwa Naibu Spika, wafanyakazi wote katika viwanda vilivyotajwa walilipwa stahiki zao. Hata hivyo baada ya malipo hayo kutolewa, wafanyakazi waliendelea kudai zaidi madai yanayotokana na mikataba ya ihari. Serikali ilishatolea ufafanuzi swala hili kuwa madai yanayotokana na mikataba wa ihari yanapaswa kulipwa kutokana na hali ya uzalishaji wa kiwanda au kampuni, kwani yanalenga kugawana ziada ambayo kiwanda kama cha magunia Tanzania Bag Corporate akikuwa nayo, wakati kile kiwanda cha Kilimanjaro Timba Utilization kiliuzwa kwa ufilisi. Aidha, wakati soezi la ubinafsishaji linatekelezwa kiwanda cha magunia cha Moshi kilikuwa na malimbikizo ya mishahara ya wafanyakazi wake kwa zaidi ya miezi kumi na nane. Hivyo akikuwa na hata na uwezo wa kulipa malipo ya kisheria, hivyo madai ya nyongeza hayakuwa na msingi. Serikali haiwajibiki kulipa mafao yoyote kwa wafanyakazi waliokuwa katika viwanda vya magunia na Kilimanjaro Timber Utilization. Mheshimiwa Rafael Jafari, Michael, swala nyongeza. Mheshimiwa naibu Spika. Naomba kuuliza maswali mawili madogo ya nyongeza kama ifuatavyo. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa kuwa majibu ya namna hiyo kuhusu viwanda vya Moshi yamekuwa yakitolewa mara kwa mara katika bunge lako tukufu bila utekelezaji, na kwa kuwa ilikuwa ni mojawapo ya ahadi ya Mheshimiwa Rais kwamba kwa muda mfupi sana viwanda vile vingetwaliwa kwa waliovitumia bila utaratibu Je, yeah, serikali haioni sasa ni wakati wa kutoa muda halisi kwa maana ya time frame ya lini viwanda hivyo vitatwaliwa kwa watu ambao wameshindwa kuifanyia kazi kama katika malengo halisi yalikuwa metarajiwa. Lakini swala la pili, Mheshimiwa, Mheshimiwa Naibu Spika, kwa kuwa majibu ya serikali hayaakisi ukweli ulivyo kuhusu wafanyakazi, kwa sababu madai yao ni ya msingi na fedha wanazodai sio za mikataba ya hiari na wamekuwa wakidai fedha hizo tangu mwaka 98 na kwa kuwa serikali haijataka kuwa karibu nao je, naomba uulize swali. Je, ni lini sasa serikali itakuwa tayari kwanza kufuatilia ukweli wa, wa, wa, wa, wa, wa madai hayo na kuwa, na kuwa karibu na hao wafanyakazi ili waweze kutoa ufafanuzi unaoridhisha wafanyakazi hao kuondoa manuniko yao. Asante sana, Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa naibu Spika, naomba kujibu maswali mawili ya nyongeza ya Mheshimiwa Rafael Michael kama ifuatavyo. Nianze na b, swala la maslahi ya wafanyakazi ni lako wewe, ni langu mimi, wewe kama mwakilishi wao na mimi kama kiongozi wa serikali. Mimi na wewe tuwasiliane, tutakwenda wote mpaka Moshi tuwaone hao watu, tuzungumze nao, tutakwenda kwa msajili wa hazina, tutaweza kujua mbichi na mbivu. Swali a hey, Mheshimiwa Rais amezungumza bayana na mimi nimekuwa nikizungumza mara nyingi kuhusu viwanda ambavyo havifanyi kazi. Jambo moja ambalo tunapaswa kulielewa, kuna swala la kisheria kuhusu hivi viwanda vilivyobinafsishwa. Kwa hiyo tunajitahidi kufata hizo sheria kusudi tuvitwae kisheria kusiwepo migongano. Nia yetu ni kuona hivyo viwanda vinafanya kazi haraka sana, hatutaki kwenda mahakamani kwa hiyo viwanda hivyo vitatwaliwa pamoja na jitihada za kuvitoa. Tunawafata wale watu, ni Watanzania wenzetu, tunawauliza kitu gani kilichowasibu. Sababu nyingine zina mantiki, na kuna baadhi ya viwanda vimeshaleta proposal, namna gani vitaweza kufufuliwa, na tumewapa wataalamu wetu, wataalamu wa Tirido, wataalamu wa wizara yangu, wawasaidie, au waliovichukua hasa wale wa Tanzania wazawa, tuweze kuona wanatoa bidhaa tuliyotegemea tuliyotegemea, na mojawapo ya sababu ni kwamba soko tulilokuwemo lilikuwa linaleta bidhaa ambazo ilikuwa inafanya viwanda vyetu nchini visiwe competitive. Hiyo swala ni historia. Mheshimiwa Rais na waziri wa fedha wamelisuluhisha, bidhaa zinaingia kwa kulipa kodi na bidhaa standard. Kwa hiyo viwanda vya Watanzania waliopewa vitafanya kazi, na hiyo ni kazi yangu, tuishughulikie. Mnisaidie waheshimiwa wabunge. Mheshimiwa Almas Mheshimiwa Naibu Spika, nakushukuru sana, pia kuniruhusu na mimi niulize swali la pili la nyongeza. Mheshimiwa Waziri wa Viwanda na Biashara amejibu majibu mazuri sana kwa jumla, lakini ningependa na mimi kujua kwamba swala la viwanda lala vilivyobinafsishwa limekikumba kiwanda chetu cha nyuzi cha Tabora. Ningependa Mheshimiwa Naibu, Naibu Spika Mheshimiwa Waziri aniambie ana mkakati gani hasa hasa wa kiwanda cha nyuzi Tabora ambacho kilikuwa kinasaidia wakulima wote wa pamba katika kanda ya Ziwa Magharibi. Sasa Mheshimiwa Waziri. Wa <sighs> Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kujibu swali la nyongeza la Mheshimiwa Arumasi kama ifuatavyo, kiwanda cha nyuzi Tabora mmiliki wa kiwanda hicho ameisha aitika wito kwa msajili wa hazina. Madai yake yeye anasema nyuzi zake hazina soko, kwa hiyo tunashirikiana naye ili tuweze kupata soko la nyuzi zake, lakini tuweze kuona kiwanda kile kinafanya kazi. Nyuzi zake zilikuwa zinakosa soko, mtu anakuambia kiwanda hiki nyuzi hazina soko, na hayo niliyoeleza bidhaa kutoka nje ndio mojawapo ya mambo yakiwa yanatuumiza. Kwa hiyo tuko naye bega kwa bega, wataalamu wanafanyia kazi na nitakuja kuleta mrejesho kwa watu wa Tabora, kusudi kiwanda chenu kiweze kufanya kazi vizuri. Mheshimiwa Anton. Mheshimiwa naibu spika, nashukuru. Mheshimiwa Mheshimiwa naibu spika, kwa kuwa swali so, la, la, la Mheshimiwa Jafari linafanana na hali ilivyo Moshi vijijini kuna kiwanda kilifunguliwa mwaka 75 na Mwalimu Nyerere, na kiwanda kile ni cha ngozi, hakikupewa hakikupata mwekezaji mpaka leo na kimepangishwa kwa shilingi elfu ishirini sasa na kwa mwezi. Naomba, naomba eh, waziri aniambie ni lini atakuwa tayari kwenda kuona hiyo hali na kuchukua hatua zinazostahiki? Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kujibu swali la nyongeza la Mheshimiwa Anthony Komu, waziri kivuli wa viwanda biashara na uwekezaji kuhusu kiwanda chake cha mwaka sabini tano Moshi ambacho hakukitaja jina, kwa kweli nitakudanganya nikisema na nakijua kwa sababu kukitaja jina. Niko tayari, wewe unipeleke, unionyeshe kiwanda, tukitafutie majawabu. Mheshimiwa na Kiswaga nakushukuru. Naibu Spika, kwa kunipa nafasi hii, kwa kuwa Mwanza tuna kiwanda cha Tanneries ambacho sasa kimegeuzwa kuwa chuo Je, serikali ina mpango gani wa kukirudisha hicho kiwanda ili kiweze kufanya kazi iliyokusudiwa? Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Naibu Spika, e, naomba nijibu swali la Mheshimiwa Mbunge wa Mwanza kuhusu kiwanda cha Mwanza Tanaries ambacho kimegeuzwa kuwa chuo. Katibu mkuu anayeshughulikia na biashara na uwekezaji Profesa Mkenda alikuwa Mwanza wiki iliyopita. Kile kiwanda kitaendelea kuwa chuo na tunalenga kuwafundisha wananchi namna ya kutengeneza nguo. Ni technical school, ni VETA ambayo itasaidia watu wa nguo. Lakini kando na eneo hilo, kuna kiwanda cha ngozi, hasa hicho ndicho tatizo mtu aliyepewa amekigeuza hifadhi ya makatapira na matrekta. Tunataka kifanye kazi, kwa hiyo chuo kitaendelea kufanya kazi. Tunawafundisha vijana, wanakwenda kwenye viwanda vyao vidogo vidogo. Tatizo ni huyo mtu ambaye kiwanda cha ngozi cha Mwanza amekigeuza hifadhi. Nakuja Mwanza tarehe 30 na nitakwenda kushughulikia 30 za mwezi huu.